Usiku mwema, Cha Usiku. Mi naenda kulala na kwako pia, bosi. Asubuhi unataka nikuandalie chakula gani kabla hujaenda ofisini? Niandalie chakula chochote tu. Hapo unanipa mtihani, bosi. Mtihani gani tena? Nahofia nisije nikapika chakula usichokipenda. Usijali, Cha Usiku, chakula utakachokipenda wewe na mimi nitakipenda pia. Sawa bosi. Halo Cha Usiku, mambo poa, rafiki yangu, za kwako? Nzuri tu. Ehe, niambie, maana nikiona simu za usiku najua tu kuna umbea. Kama ulijua rafiki yangu, yaani nakwambia leo nimeona kabisa kuwa bosi Alex atakuwa ananipenda. Kwa nini unasema hivyo? Kwanza asubuhi alinishika mkono na pia alitaka kunibusu. Yaani macho yake na ukarimu wake unaonyesha kabisa kuwa ananipenda. We, Acha utani Cha usiku. Kwa hiyo mpango wetu unaenda vizuri? Ndiyo, mpango wetu unaenda vizuri kabisa. Wow, haya, ngoja tuone. Halafu unakuja lini kunitembelea? Nitajitahidi wiki ijayo nije kukutembelea rafiki yangu. Sawa rafiki yangu, naomba tu usije ukasahau kuja kunitembelea, maana nimekumisi kweli. Hapana, siwezi kusahau. Haya mwaya, usiku mwema mama Mjengo na kwako pia. Oh Cha Usiku, bosi, mbona uko macho usiku wote huu? Una shida yoyote? Uh, hapana, nimekosa tu usingizi hivyo, nikaamua nije jikoni kuchukua maji ya kunywa. Hata mimi pia sina usingizi. Basi wewe nenda chumbani, mimi nitakuletea maji. Sawa, nashukuru bosi. Nimekuwekea maji pale mezani. Asante sana, Cha Usiku. Hamna shida bosi, uwe na usiku mwema. Cha Usiku, tafadhali usiende, subiri kidogo, kuna kitu nataka kukuambia. Kitu gani bosi? Kwanza, usiniite tena bosi, kuanzia sasa niite Alex. Halafu Cha Usiku, kiukweli nimetokea kuvutiwa sana na wewe, yaani namaanisha nakupenda sana. Nimejaribu kuficha hisia zangu, lakini nimeshindwa kabisa. Usigune cha usiku, mwenzio, namaanisha hiki ninachokisema. Alexi, kiukweli hata mimi nakupenda sana, nilikuwa tu naogopa kukuambia kwa sababu hata hadhi zetu hazifanani, na pia nilikuwa nikisubiri wewe ndio uanze kuniambia. Jamani cha usiku, siungeniambia tu basi? Naomba nikubusu japo kidogo, sawa? Habari za asubuhi Mrs. Alex. Oh, nilipitiwa na usingizi jamani. Kwani sasa hivi ni saa ngapi? Sasa hivi ni saa mbili asubuhi. Twende sebleni, tayari nimeshakuandalia chai. Jamani, asante sana bebi, kumbe unajua kupika? Ndiyo, mimi najua kupika sana tu wao. Haya, twende sebleni ukale. Sawa, twende Wow, chakula ni kitamu sana Alex. Asante kwa kunipikia. Unajua mimi nilikuwa nimezoea sana kupika na nilikuwa nampikia hata marehemu mke wangu. He, ulishawahi kuwa na mke? Ndiyo, lakini alifariki miaka mitatu iliyopita kwa ajali. Oh, pole sana Alex. Asante lakini tuachane na hayo. Kwa sasa wewe enjoy chakula chako. Wacha mimi niende jikoni nikafanye usafi. Acha tu Alex, nitakuja kusafisha mwenyewe hapana. We kula na uwe na amani, narudi muda si mrefu sawa. Halo Cha Usiku, mambo poa. Malaika, habari yako? Nzuri rafiki yangu. Ehe, nipe mrejesho wa ule mpango wetu sasa hivi umefikia wapi? Hiyo ndiyo sababu nimekupigia. Ehe, umefanikiwa kupata hizo hela? Tukoe pipa tuende zetu Marekani Hapana Malaika, mimi sidhani kama ninataka kuendelea na huu mpango tena. Nini, imekuwaje tena? Usiniambie umempenda. Ndiyo Malaika, nampenda sana Alex, siwezi kumfanyia kitu kama hicho. Sijawahi kupenda hivi toka nizaliwe. Cha usiku, hebu wacha ujinga. Hivi unadhani huyo kaka atakupenda wewe, mfanyakazi wake wa ndani? Hebu wacha ujinga, iba hela twende tukaishi Marekani. Hapana Malaika, mimi sitaweza Nimesikia yote uliokuwa unaongea na huyo rafiki yako. Kwa nini unanifanyia hivi, cha usiku? Sio hivyo Alexi, mimi nakupenda sana, siwezi kukufanyia hivyo. Huwezi kivipi, wakati nimekusikia ukiongea na huyo rafiki yako kuhusu mpango wenu wa kuniibia hela ili muende mkaishi Marekani? Ni kweli Alexi, mwanzoni nilikuwa na huo mpango lakini, kadri siku zinavyozidi kwenda, nilitokea kukupenda sana, na sasa siwezi tena kuendelea na huo mpango. Sio kweli cha usiku. Ni kweli Alex, tafadhali naomba uniamini. Siwezi kukuamini tena cha usiku. Naomba utoke kwangu. Jamani Alex, sasa ukinifukuza mimi nitaenda kuishi wapi? Nenda kaishi Marekani na huyo rafiki yako.